lenye kichwa cha habari kinachosema hubbu ali Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mapenzi kwa watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Imamu na Shafii, taawaha kalbi, taawaha kalbi, moyo wangu unaungulia. Walfuadu kaibu, na kifua changu kimejaa majonzi. Walfuadu kaibu na kifua changu kimejaa majonzi. Qalbi ni moyo, na alfuad pia inakuja ikiwa na maana ya moyo, lakini hapa kwa kuwa vimekutana sehemu moja eh, basi haina budi sisi tutofautishe ni maana tamam. mm -hmm. wa araqa naumi na umeniondoka usingizi wangu, wa araqa naumi na umeniondoka usingizi wangu, fassuhadu ajibu basi kukosa usingizi kwa mtu kama mimi ajibu ni jambo lenye kustaajabisha. Lakini pia jumla hii ya assuhadu ajib unaweza ukaifasiri kuwa ni khabaria lafdhan, inshaia maana. Unaweza ukaifasiri kuwa ni kama istifham, kama jumla ya istifham ya kutaka kuuliza, inakuwa ni khabaria lafdhan maana unasemaje? Fasuhadu ajibu, kwani kukosa usingizi ni jambo la kustajabisha. Tamam. mm -hmm. Kwa hiyo maana ya kwanza ile kuifasiri kwa hakika yake, kwani habari tasemaje? Fasuhadu ajibu, basi kukosa usingizi kwa mtu mwenye hali kama yangu, ajibu ni jambo lenye kushangaza. Kisha katika hali apili, ya pili ya kuifasiri kwani khabaria lafdhan na inshaia maana as-suhad ajibu, kwani kukosa usingizi kwa mtu kama mimi ni jambo lenye kustaajabisha. as-suhad na araq eh kukosa usingizi vyote vina maana moja. as-suhad ina maana ya nini? Kukosa usingizi. na araq ni fiili yenye maana ya kukosa nini? Usingizi. Tamam, kwa hiyo utaifasiri kwa mapito yote mawili. Tamam na inajuzu faman mubligh anni

Hata kama ikiwa umechukiwa ujumbe huo wa inkarahatha, hata kama ikiwa umechukiwa ujumbe huo. Amfusun na nafsi za watu wa kulumu na nyoyo za watu, wa na watu. Ni nani ambaye atanifikishia mimi kwa usaid ujumbe wangu? Imamu na Shafi'i, miongoni mwa tuhuma ambazo ameshawahi kupata katika maisha yake ikapelekea mpaka akafukuzwa katika ardhi ya Hijazi ardhi ya Hijazi na kusudia Makkah na Madina, aligewa vitisho eh, kiasi ikafikia hatua ni kama alikuwa anafukuzwa naye akakimbia akaondoka katika ardhi ya ardhi ya Hijazi. Ni alipewa tuhuma ya kusingiziwa kuwa ni mshia, aligewa tuhuma ya kusingiziwa kuwa ni mshia, kwamba yeye ni Shia, na nahisi shairi hili lina mahusiano na, na tuhuma hii na hata utaona katika hii shairi amemtaja Husaini peke yake mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na na naonekana kwamba anaonyesha majonzi yake kwa Husaini ni makubwa kuliko kwa watu wengine wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwaona unahisi kisa kile cha kugiwa tuma ya Shia na shairi hili vina mafungamano vina mahusiano pengine baada ya kusoma shairi hili na kunasibishwa shairi hili kwake yeye, ndio akasingiziwa kadhia hiyo, lakini pia kuna mengine alitokea. Tama mm -hmm. Na huo ushia aliosingiziwa Imamu na Shafi'i sio ushia kama ule ushia wa wale wa Iraq Iraqi au Irani eh? mm -hmm. sio ushia kama wa wale mashia wa Irani. Hapana, hilo ni dhehebu lipo mpaka leo hii, liko Yemen ni mashia wao, lakini hawana itikadi kama za wale mashia wa Iran, zile itikadi za kuwakataa baadhi ya maswahaba, za kuitakidi kwamba Saidina Ali ndiyo alipasa apewe utume, hizo itikadi yao wao hawana, wao wamenyoka. Dhehebu hilo la Ushia ambayo Imamu na Shafii alihusishwa nalo na kusingiziwa nalo, na kuiwatuma walo liko mpaka leo, liko Yemen au Yaman, tamam liko mpaka leo, lakini wao hawana itikadi kama zile za mashia wa Irani. Itikadi zao zimenyooka, ni ahlusunna waljamaa, isipokuwa tu Husaini, eh, wana mwenzi sana kuliko wajukuu wengine wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kuliko watu wengine wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhabihun yeye Husaini amechinjwa huwa dhabihun, yeye Usaini amechinjwa bila jurmin, basi na kosa lolote lile. Kaanna qamisahu, kana kwamba ile kanzu yake ilivyoenea damu, ilivyotapaka damu. Sabihun khadibun bima il urjun. Khadibun ninatia, sabihun lakini imecheleweshwa Tamam, mm -hmm. na sabihun khadibun ni ile rangi nyekundu iliyokolea sana, rangi ambayo imetengenezwa na yale maji ya urujuni. Urujuni ni aina ya mmea ambao unatoa maua mekundu, na maua hayo yanatumiwa katika kutengenezea nini? Rangi nyekundu. Sasa ile rangi nyekundu inayotokana na maji ya urujuni Imamuna Shafi'i akaifananisha rangi ile na mfano wa rangi iliyokuwa nna mfano wa rangi ya damu iliyotapakaa katika kanzu ya sayidina Hussein radillahu anhu. Tamam, mm -hmm. Nasema huwa dhabihun, yeye Husein amechinjwa bila jurmin, basi nakosa lolote lile Ka anna kamisah, kana kwamba ile kanzu yake ilivotapaka damu ilivoja damu. Sabihun khadibun bimai lurjun, ni kama ile rangi nyekundu iliyokolea sana. Bimai lurjun, inayotokana na maji ya mti wa urjun. Falissaif ihwalun, hiyo ni ihwale sio iwal, hiyo ni ghain sio ain. Tamam.

sio rumhi ni rumhi tamam. mm -hmm. walirumhi rannatun, namkuki una mgongo wa sauti, namkuki una mgongo wa sauti. Aliposema na mkuki una mgongo wa sauti, ni kinaya, ni fumbo la kumaanisha kwamba namkuki ilikuwa ina ncha kali, ncha kali. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkuki wenye ncha kali unapogonga katika kitu huwa inasikika sauti ya ule mgongo wake. Utasikia cha eh, ushaingia huo tamam, umeshaingia huo tamam. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba ni mkuki wenye ncha kali, na ule mkuki ambao hauna ncha kali unapogonga kwenye kitu hamna sauti yoyote inasikika, sauti ya kuanguka tu ule mkuki tamam. mm-hmm. Kuhari,

za mazingira yaliyokuwa yamemzunguka Saidina Husein wakati anashambuliwa na wale waasi na wale waasi waliomgeuka. Anaonyesha kwamba yale mapanga yaliyopigwa nayo yalimwangamiza, na ile mikuki mikali aliyochomwa nayo yalimuingia katika mwili wake, subhanallah. Lakini pia na wale farasi waliokuwa wakilia na kutoa ile milio ya kifarasi. Farasi baada ya kuona Saidna Hussein eh, ameshafariki kwa kufanyiwa uhasi na wale waasi, walikuwa na nini, na huzuni. Tamam. Fazal tazalzalat dunya li ali Muhammadin. Basi dunia amna fae tayib, falfasiha ipo hapo eh? Kuna fasiri kama ilivyo kavu kavu. Tazalzalati mm, ilitikisika. Tazalzalati -hmm. dunia dunia, ilitikisika li ali Muhammadin, kwa sababu ya yale waliofanyiwa watu wa Mtume. Wakadat lahum sumul jibali tahubu, sumu kwa maana salbatu, kitu kigumu, tamam, kitu kigumu, sumu kitu gani, kitu kigumu, tamam. Ni kitu gani kitu kigumu tamam, na hiyo ni mufrad, jamu yake ni somma, jamu yake ni somma tazalzalati dunia, dunia ilitetemeka, dunia ilitikisika ili li ali Muhammad kwa sababu ya yale waliyofanyiwa watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadat, na yalikaribia, lahum kwa sababu ya yale waliyofanyiwa sumul jibal yale majabali magumu yale majabali magumu tadhubu, yalikaribia kuyayuka. Kwa maana wakada eh, tadhubu lahum sumul jibal, na yalikaribia kwa sababu ya yale waliofanyiwa watu wa mtume. Eh, yalikaribia yale majabali magumu tadhubu kuyayuka. Ni mambo mazito sana waliofanyiwa, hata mimi kuyataja sijisikii vizuri. Yapo katika vitabu vya tarikhi, lakini hata kuyazungumza sijisikii eh, vizuri sijisikii vizuri, kwa mtu anipa udhuru, siwezi kusema alifanywa mambo gani, lakini mambo ya kustajamisha, mambo ya kuhuzunisha, mambo ambayo unaweza ukasema hawa watu walikuwa ni Waislamu au walikuwa watu waliojipenyeza na waliovaa mavazi wa ya Uislamu. Subhanallah, yalifanyika mambo mazito kwa watu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Mwenyezi Mungu atawalipa atawalipa wale waliwafanyia ubaya huo, lakini na wao pia atawalipa kwa ile subra waliokuwa nayo, na kwa wale waliopitia. Tamam, mm -hmm. wa gharat nujumu, na nyota zikapotea. Ghara kwa maana ghaba, wa gharat nujum, na nyota zikapotea. wa sha'arat kawakib wagharatinlu... wagharat, na sayari zikajificha na sayari zikani zikajificha. Ishaarwa ni kitu kama vile kujikunja kunja, tamam, lakini hapa kwa maana kujificha. Kawakibu ni sayari kama hii dunia, Jupiter, tamam, na sayari nyingine Mercury, Mars, tamam. mm-hmm. Kwa hiyo na sayari zilijificha, zili sayari zilienda mbali, zilipotea, hazikuonekana hata kwa wa ile nini darubini tamam, mm -hmm. wa hutika astaru na stara zikavunjwa, na stara zikavunjwa. Nasema kuna mambo yalifanywa ya ajabu, hata wale wajukuu wa mtume wa kike walidhalilishwa siku hiyo, walidhalilishwa siku ya mashambulizi walikuwa wakiendelea kati ya wale waasi na Sayidna Husein radhiyallahu anhu, tamam wahutika astaru na stara zikavunjwa, washukka juyubun na mifuko ikapasuliwa, mifuko ikapasuliwa. Alivyosema mifuko ikapasuliwa ni kinaya ya kuonyesha kwamba watu hawakuwa na msaada wowote wa, walikuwa wakiwatazama watu wa mtumba walikuwa wakiadhibiwa na kufanywa mambo ya ajabu. Yusalla ala al-mabuthi al min ali hashimin, anaombewa rehma aliyetumilizwa min ali hashimin, kutoka kwa watu Haashim, wa Hashim. wayughza banuhu, wayughza banuhu. Na wanapigwa vita watoto wake na kinapigwa vita kizazi chake. yusala ala lmabuthi min ali hashimin wayughza banuhu, na kinapigwa vita kizazi chake. Innadha laajibu, hakika hili ni jambo la ajabu, ni jambo la kustajabisha.

fadhalika dhambu hiyo ndiyo dhambi ambayo lastu anhu atubu, sitokuja niitubie maisha yangu yote. Ikiwa mimi kuwapenda watu wa mtume ndo iwe dhambi kwangu mimi, basi hiyo ni dhambi ambayo maisha yangu yote sitokuja nithubutu kutubu dhambi kama hii. Hum shufaai, hao ni waombezi wangu mimi, yauma hashri, siku ya kukusanywa kwangu kwa, kwa maukifi na siku ya kusimamishwa kwangu katika nini kiwanja cha hesabu umshufaai yauma hashri, hao ndio waombezi wangu mimi yauma hashri, siku ya kukusanywa kwangu wa mawkifi na siku ya kusimamishwa kwangu katika uwanja wa hesabu. Idhama idhama, muda ambao badat lilnadhirina khutub idhama badat, pindi yatakapodhihiri khutub ina maana matatizo khutub, ina maana ya majanga, lakini hapa vimekusudiwa vitisho vile vya siku ya Kiyama eh? mm -hmm. ko hum shufaai yauma hashri wa mawqifi idha ma badat linnadhirina khutub. Hao ni waombezi wangu mimi siku ya kukusanya kwangu na siku ya kusimamishwa kwangu katika uwanja wa hesabu. Idha ma bindi badat vitakapodhihiri linnadhirina kwa wale walio kusanywa katika uwanja wa hisabu, khutubun vitisho. Anadhirina eh, ni wale watakao watakawasimama wapi? katika uwanja wa hisabu, tamam. mm -hmm. wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, aisi amefanya iktibasi, atoa ile maana ya nadhira eh, ameiweka hapa eh, sasa. mm -hmm. kwa hiyo hapo nakusudia wale watu ambao watasimamishwa katika ule uwanja wa hesabu annadhirin, maana yake inafahamika, wenye kutazama, wenye kutazama sawasawa, wenye kutazama pengine labda hesabu zao, e, matendo yao tamam. Unaweza kufasiri hivyo, lakini hasa wamekusudiwa wale ambao nini, watakaa au watasimama katika ule uwanja wa hesabu kwa e. Mm. idha ma pindi, badat ma hiyo ni zaida. mm -hmm. idha ma badat, pindi